Gavana wa Isiolo Abdi Guyo atalazimika kujitetea mbele ya maseneta akitarajiwa kusafisha jina lake kutokana na mashtaka zaidi ya kumi anayoshtakiwa na wawakilishi wadi kumi na sita kutoka Isiolo. Abdi Ibrahim Hassan. The governor of gavana Guyo anashtakiwa kwa kuwaajiri washauri 36 kinyume na agizo la mwaka 2013 la tume SRC, iliyoamuru kuwa gavana anapaswa kuwa na washauri wasiozidi watatu. Pia anashtakiwa kwa kuwaajiri mawaziri 31 kinyume na kuwepo kwa nafasi sita tu za wizara.

Pia nashtakiwa kwa kumdhalilisha na kumkejeli seneta wa kaunti hiyo Fatuma Dulo, matamshi ambayo yanaaminika kuwa ni ya dhuluma za kijinsia. Dhuluma na kejeli zile pia zinaaminika kuelekezwa kwa baadhi ya jamii zinazoishi katika eneo hilo.

gender based psychological violence. Katika suala la ufisadi, Gavana Guyo anatuhumiwa kwa kutotumia mgoa wa basari kama ulivyopitishwa na bunge, jambo ambalo limesababisha kutojulikana jinsi milioni 30 zilivyotumika. refunds in accordance with the approved budget resulting in discrepancy of Kenya shillings 30 million which cannot be accounted for. Gavana Guyo atakuwa gavana wa tatu kufikishwa mbele ya bunge la kumi na tatu la Seneti tangu uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na mbili.